Muhammadin sala llahu alaihi wa sallam. Kwanza kabisa hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa kutuamsha salama baada ya mapumziko mafupi. Hii ni neema miongoni mwa neema za Allah subhanahu wa taala, tunatakiwa tumshukuru Allah. Lakini pili hatunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa taala kwa kutujalia kuiswali swala hii ya subhi tena kwa jamaa. Kwa hakika hii nayo na pia ni neema, kwani kuna wengi ambao hawajawona umuhimu wa kuja kuiswali swala hii ya subhi. Wengine wameshakimilia kwenye majukumu yao, wengine wamelala, lakini wewe, Allah amekuwezesha ukaweza kuiswali swala hii ya subhi. Hii ni neema na una haki ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya neema hii. Lakini tatu, hatuna budi kumshukuru Allah kwa kutujalia kubaki katika kikao hiki cha kheri, kikao cha kujifunza dini ya Allah subhanahu wa taala, jambo ambalo tumekuwa tukisema kwamba nafsi huwa haipendi kukaa na kujifunza dini ya Allah subhanahu wa taala. Nafsi huwa haipendi vikao vya kheri, nafsi inaweza kukaa kwenye vikao ambavyo havina maana na ikakaa kwa muda mrefu na ikatulia na bila kuchoka. Lakini katika vikao vya kheri kama hivi nafsi inakuwa ni nzito, unapoilazimisha ikakubali na ikabaki kusikiliza maneno ya dini hii ni neema, na kwa neema hiyo, kwa hakika unatakiwa kumshukuru Allah subhanahu wa taala. Lakini vile vile shaitani huwa hapendi kukuona wewe unapata faida Hapendi kukuona wewe unakuwa katika vikao vya kheri, hapendi eh? Anataka kuondoe katika vikao hivyo na akupeleke kwenye vikao vingine. Sasa unapoishinda nafsi ukamshinda shaitani ukabaki katika vikao vya kheri kama hivi, kwa hakika hiyo ni neema, na kwa neema hiyo unatakiwa kumshukuru Allah eh, subhanahu wa ta'ala. Ahiba tukiwa tunaendelea kujifunza kitabu al-fiqhu al-muyassar fi dhaw'i al-kitab wa sunnah, leo tutaanza albabu al-hadi ashara, mlango wa kumi na moja, fi salati al-khawfi, ambao unaelezea swala ya khofu Swala ya vita, yaani watu wanapokuwa wako vitani, wana hofu ya kushambuliwa na maadui, swala yao inakuwaje? Kwa sababu hata na wao pamoja na hofu yao, pamoja na kuogopa kwao, pamoja na mapambano yao na maadui, bado wanatakiwa wawe ni wenye kuswali, hawatakiwi waache swala. Sasa angalia, leo muislamu wa leo yuko katika nchi yenye amani, yuko kwenye amani, hakuna shida, hakuna hofu, lakini bado mtu anaacha swala. Hili ni jambo la kushangaza sana. Ikiwa ndani ya vita, bado unatakiwa eh, kuhakikisha kwamba una swali sasa leo una amani huko mahala pazuri, hakuna shida, hamna uoga, hamna hofu. Kinachokufanya usiswali ni kitu gani? Kwa hiyo watu wanapokuwa vitani bado wanatakiwa waswali na wamwabudu Allah subhanahu wa taala. Wa fihi masail, na ndani yake kuna masail hadha huwa al-udhuru ath-thalithu. Huu ni udhuru watatu mn aladhar miongoni mwa manyudhuru ambazo takhtalifu biha as-sala swala yake inakuwa ni tafauti, fi hayatiha katika namna haya, namna ya kuiswali katika haia yake, eh, katika namna ya kuiswali sala yake inakuwa ni tafauti kidogo au adadiha au tofauti yake katika idadi idadi ya swala ya mtu mwenye hofu mwenye kuogopa eh, idadi ya swala swala yake idadi yake inakuwa ni tofauti na swala ya kawaida. wakad taqaddama alkalamu ala udhur almaradh almaradh wa alsafari na yametangulia maneno, tumezungumzia kuhusiana na udhuru wa maradhi na udhuru wa safari. E, tumeshazungumzia katika milango iliyopita huko nyuma. Almas'alatu alula, mas'ala ya kwanza. Hukumuha, hukumu ya kuswali swala ya vita au swala vitani, wa dalilu mashru'iyatiha na dalili ya sheria ya kuiswali swala hii wa shurutuha na masharti ya kuiswali swala hii ya vita au swala ya hofu. Kwanza, hukumu ha hukumu yake salatu lkhaufi, swala ya vita, tushrau fi kulli qitalin mubahin, ni sheria kuiswali katika vita ambavyo ni vya halali, ka qitali alkuffari walbughati walmuharibina, kama vile kupigana na makafiri na kupigana na waovu na kupigana na watu ambao wanaupiga wa uislamu vita au wanawapiga wa vita Waislamu, liqaulihi taala, wa kauli ta yake, Allah subhanahu wa taala. Allah anasema in khiftum ay yaftinakum alladhina kafaru, ikiwa mtaogopea maudhi na kero ya wale ambao wamekufuru, mnaweza mkaswali swala hiyo ya khofu hiyo. Ni suratu Nisa aya ya mia moja na moja. Wakisa alayhi albaqi na zikawekewa qiyasi na zikapimwa juu yake bakia ya swala katika matukio mengine. mimman yajuzu qitaluhu, miongoni mwa watu ambao inafaa kupigana nao. fatushrau inda alkhawfi lkhaufi min hujumi laadui, ni sheria kuiswali swala ya hofu kama watu wataogopa kuvamiwa na maadui. Ikiwa kuna khofu hiyo, ikiwa kuna uoga huo, ikiwa kuna wasiwasi huo wa kuvamiwa na maadui, mnapokuwa mko ndani ya swala, basi mtaswali swala ya hofu. au lharbi min aduwin in kana alharbu mubahan au kupigana au kupigana na maadui ikiwa kupigana na maadui huko ni kupigana ambako sheria inaona ni halali na inafaa kufanya hivyo. Wayadkhulu fi laaduwi kullu aaduwin adamiyan au sab'an, na anaingia ana humo kila adui, imma ni adui wa kibinadamu au ni adui wa mnyama mkali, mimman yakhafu linsanu ala nafsihi minhu, ikiwa ni miongoni mwa wale ambao mwanadamu anajiogopea yeye mwenyewe kwamba hapa naweza nikavamiwa na adui hapa naweza nikavamiwa na mnyama mkali kaswaili alladhi yuridu ahlahu au malahu, kama mvamizi ambaye anataka kuchukua, anataka kuchukua ahali yake, anataka kumchukulia mke wake, au malahu, au anataka kumchukulia mali yake, walgharimi dhalimi wa ghairu dhalika, na madhalimu. Kama kuna dhalimu anataka kukufanyia dhulma basi mnaweza mkaswali swala ya hofu. Masala ya pili dalilu mashru'iyatiha, dalili ya sheria ya kuswali swala ya vita, swala ya hofu. wa dalilu ala mashru'iyatiha, na dalili ya sheria ya kuswali swala ya hofu, dalili yake iko

na unapokuwa pamoja nao. Hapa naelezwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idha kunta fihim, na unapokuwa pamoja nao. Fa aqamta lahum lsalata, ukawasimamishia swala ukawaswalisha. Faltakum ta'ifatan minhum maaka, kundi miongoni mwao lisimame kuswali pamoja na wewe. Yani kuwe na makundi mawili kuna kundi ambalo litakuwa linaswali na kuna kundi ambalo litakuwa linalinda. Lisimame kundi miongoni mwao pamoja na wewe Mtume, walyakhudhuu aslihatahum, na wachukue silaha zao. Wanaswali lakini, wakati huo wako na silaha zao. Fa idha sajadu, watakaposujudu yaani wanapo watakaposujudu, kwa maana wameshamaliza sasa swala kwa upande wao hawa ambao wanaswali pamoja na wao, na wewe. Hili kundi la kwanza wakimaliza kusujudu, wakimaliza swala, falyakunu min waraikum, basi wawe nyuma yenu, waende nyuma kulinda waltati taifatn ukhra lam tusalluu falyusalluu maaka, na lije kundi lingine ambalo lilikuwa halijaswali na waswali pamoja na wewe. Walyaakhudhuu hidhirahum waaslihatahum, na wachukue tahadhari yao na waswali, lakini na tahadhari, lakini pia wachukue na silaha zao

na wakaafikiana masahaba juu ya kuiswali swala hiyo. Masala ya tatu, shurutuha, masharti ya kuiswali swala hiyo ya khofu. Watushrau salatu lkhaufi bishartaini, ni sheria kuiswali swala ya, kui ya hofu kwa masharti mawili. Alshartu alawwalu, sharti ya kwanza. An yakuna aladuu miman yahilu kitaluhu, awe adui ni miongoni mwa wale ambao ni halali kupigana nao, sio nakwenda kupiga watu ambao sheria haijakuruhusu kuwapiga. Ka kitali lkufari, kama vile kupigana na makafiri, walbughati na waovu walmuharibina kama sabaka na watu wenye kupiga vita Uislamu na Waislamu kwa ujumla. Au inafaa hapo sasa, inafaa wewe kuswali swala ya hofu. wa shartu thani, na sharti ya pili, ayukhafa hujumuhu ala lmuslimina, kuogopewa waislamu kuvamiwa hala sala, wanapokuwa wanaswali yaani kama kuna uh, kuogopea kwamba tukianza swala yawezekana tukashambuliwa tukiwa ndani ya swala basi, hapo waislamu watatakiwa watu waswali swala ya khofu. Almas'alatu thaniya, mas'ala ya pili. Kaifiyatu salati lkhaufi, namna ya kuiswali swala ya khofu. Sasa jaat salatu lkhaufi ala iddati sifatin imekuja swala ya khofu kwa namna nyingi. wa minha asifatu alwaridatu ani Nabii sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa namna ya kuiswali ni namna iliyopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasalama, katika hadithi ya Sahal Ibn Abi Hasmata Alansari radhiyallahu anhu, katika hadithi ya Sahal wahiya ashbahu bisifati almadhkurati fi lqurani lkarim, nayo ni namna ambayo inafanana sana na namna ilivyotajwa katika Qur'an katika aya ambayo tumeisoma. Wa fiha ihtiyatun lilsalati wa ihtiyatun lilharbi, na ndani ya swala hiyo kuna ulinzi wa kuilinda swala na vile vile watu kulindana wakiwa katika vita kuchunga na kuilinda swala lakini vile vile kuchunga na kulinda ile vita, ili watu wasije wakawa ni wenye kuvamiwa. wa fiha nikayatun bilaaduwi, na ndani yake kuna kujikinga na kujilinda na adui. Wakad faala alayhi salatu wassalamu hadhihi sifa

safat maa nabii sallallahu alayhi wasallam kwamba hakika kundi moja yani, katika vita yanagawanywa makundi mawili, kundi moja linapanga safu pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam wanaanza kuswali, wa taifatun wijaha laaduu, na kundi lingine wanakuwa wako upande wa maadui, wanawalinda wasije wakawashambulia Waislamu fasalla billati maahu rakatan, mtume sallallahu alayhi wasallama akaswali na lile kundi ambalo ameanza nalo swala, anaswali nao raka moja. Thumma thabata qa'iman, baada ya kuswali nao raka moja, basi yeye mtume atathibiti akiwa amesimama wa atammu li anfusihim, na hawa ambao walikuwa wanaswali na Mtume rakaa ya pili watamalizia wenyewe. Mtume yataendelea ataendelea kusimama, atasoma sura ndefu, hawa watamalizia kuswali. Wakishamaliza thumma nsarafu, kisha wanaondoka, waswafu wijaha laaduwi na wanakwenda wanasimama upande wa maadui, wanalinda na wao. Wajaati taifatu lukhra, na linakuja lile kundi lingine, linamkuta Mtume bado amesimama na ile rakaa moja. Fasalla bihimu rakaata, ana anaswali pamoja nao rakaa moja. Allati bakiyat, ile rakaa ambayo imebakia min salatihi, katika swala ya Mtume thumma thabata jalisa, kisha atatulia akiwa amekaa pale kwenye atahiyatu. wa atimmu li anfusihim, na hawa vile vile watamalizia ile rakaa moja iliyobaki. Thumma sallama bihim, kisha atatoa salamu pamoja na wao. Ufupi wa maneno wa namna ya swala ya khofu swala namna watu wanavyoswali vitani. Ufupi wa maneno ni kwamba kwanza, swala hii ina rakaa mbili. Swala hii inaswaliwa rakaa mbili, imamu inaswaliwa rakaa mbili, na vile vile kiongozi atawagawanya wanajeshi hawa au askari hawa, wanaokwenda ambao wako vitani, atawagawa makundi mawili. Kuna kundi litasimama kwa ajili ya kuwalinda, na kuna kundi litasimama pamoja na imamu kuswali. Kundi hili litaswali na imamu rakaa moja, wanaposimama kwa ajili ya rakaa ya pili kila mmoja anamaliza rakaa haraka haraka, lakini imamu anatakiwa arefushe kisomo, ataendelea kusoma kisomo kirefu. Hawa wataswali haraka haraka, watatoa salamu, kisha watakwenda kuwapokea wale ambao walikuwa wanalinda, na wale wanakuja kuswali pamoja na imamu, watamkuta imamu amesimama bado anaendelea na kisomo, wataunga swala pale. Wakishaunga swala wataswali hiyo rakaa moja na imamu, ambaye imamu yeye itakuwa ni rakaa ya pili, ndio rakaa ya mwisho hiyo. Imamu anapokuwa amekaa atahiyatu, hawa watasimama watamalizia ile rakaa moja. Wakimalizia kuswali, imamu hatatoa salamu. Wakimalizia ile rakaa moja na wakakaa atahiyatu na imamu akajua hapa watakuwa tayari wameshamaliza, eh, kuisoma tahiyatu, imamu atatoa salamu na wao watatoa salamu pamoja na imamu. Hii ndio inaitwa swala ya hofu, kama tulivyotangulia kusema. Ikiwa watu wakiwa wako vitani, hawana amani, bado wanatakiwa kuswali. Leo inakuwaje muislamu, uko kwenye nchi yenye amani, unaishi mahala ambako hakuna vita, lakini bado unashindwa kweli kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Udhuru wako wa kuacha swala ni upi, ikiwa hawa ambao wako vitani bado hawatakiwi kuacha swala? Wewe unaacha swala kwa sababu gani? Unaacha swala kwa misingi ipi? Utakwenda kumweleza nini Allah subhanahu wa ta'ala? Kwamba ulikuwa hauswali kwa sababu gani? Nyumba za ibada zipo, lakini ibada haufanyi kwa sababu gani? Kiukweli ni kwamba muislamu hauna hoja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya kufanya maamuzi kwamba kuanzia sasa mimi nitaanza kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa maelezo haya ya kwamba watu wakiwa kwenye vita bado wanatakiwa kuswali, wasiache swala. Pamoja na kuogopa kushambuliwa na maadui na nini, watajipanga na wataswali kwa utaratibu waliowekewa na sheria. Almuhimu wahakikishe wanaswali swala tano, wasiache swala. Alafu leo muislamu anaacha swala bila dharura yoyote, bila udhuru wowote bila shaka muislamu unajitafutia matatizo makubwa. Kuwa ni mwenye kuswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, usiache swala, kwani kuacha swala ni jambo baya, utakwenda kuadhibiwa na Allah subhanahu wa taala. Kwa mpaka hapo tutakuwa tumefikia eh, mwisho wa darsa yetu kwa, kwa leo. Subhanaka allahumma wabihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka waatubu ilaika.